Asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ana macho, anaona, ana ufahamu, ndio maana amekuumba wewe kwa namna anayotaka yeye. Sasa ukijifanya wewe jeuri, anakuona ukiwa karibu na ukiwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Ukienda tofauti na mfumo wake, anaona. Sasa mwenye akili anasema, Bwana atanitimilizia mambo yangu yapi? yale mahitaji yako. Nani msimamizi? Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Yeye ndio ana hakiki mambo yako na yeye ndio atasimama na wewe ili apate kuku, ya, kukujaza yale ambayo wewe unayahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo ni refu lakini, niseme tu itakuwa imetosha hapa kwa kuweza kumwelewa ili kwamba tupate kumtumia. Bwana Yesu asifiwe sana katika shida yako, katika habari ya haja zako, Roho wa Bwana anahusika. Kwa mfano, una shida ya mawasiliano mazuri na mwenza wako ndani, yani wanandoa, hapo unamhitaji roho gani? Roho wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Unaona anavyobadilika, Mungu ni mwema. Kila anageuka hapo, anakuwa roho wa amani. Unamwita Roho Mfariji, pale ambapo mmepoteza matumaini, utasema Roho Mfariji, shuka kwangu. Bwana Yesu asiwe sana Amen. Mungu ni mwema. Unaweza ukawa unataka kusafiri, safari ina taabu, unamwita roho wa nini? Wa safari, wa safari, roho msafara Unaona, anapokuwa anapokaa na wewe katika haja zako anagawanyika hivyo. Mungu ni mwema kila. Unataka watoto upati watoto utamwita roho unaohusika na watoto njoo kwangu maana nahitaji mzao, kazi zake hizo una vita utamwita roho mlinzi njoo kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana amen. Una furaha na amani utamwita roho wa faraja aje kufurahi na wewe, kadiri wewe mwanadamu unavyohitaji, utamwita roho katika mfano huu ambao nimekupa. Huna huu na ulipotindikiwa labda, mwenyewe hue hufahamu au hufuatilii mafundisho ya mitume wanaofundisha. Bwana Yesu asiwe sana Amin. Mungu ni mwema kila. Kwa hiyo utamkuta katika hali hiyo, Roho Mtakatifu bila mawaa atatenda kazi zako na atakuonesha njia ambazo unakwenda kufanikiwa. Sasa nataka nimalizie kwenye kumtofautisha tena Bwana, maana tumempata hapa katika kumtumia. Unaweza wewe ukamwita uka roho akakufanyia kazi zako kama Mungu Mwenyezi katika haja zako. Sasa kuna kundi la malaika, nimeliweka hili kwa makusudi ili kumtofautisha kati ya Roho Mtakatifu na nani, na malaika wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema Roho wa Bwana ni Mungu na malaika wa Bwana ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Hapa pana kizungumkuti kidogo, watu huwa wanachanganya mambo hapa. Roho wa Bwana sio malaika wa Bwana, na ndio maana Roho wa Bwana unamkuta kwenye kundi la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini malaika utamkuta kwenye kazi akijifunua kwa namna ambayo Mungu roho ndivyo anavyojifunua au jina la mwenyezi Mungu linavyokuwa limejulikana pale, kwa hiyo anajifunua katika mfumo ule. Kwa hiyo malaika wa Bwana anapotumwa na Mungu lazima aje na ajifunue katika mfumo ule ule, ili usije ukauliza. Mungu ni mwema. Hawa ni wawili tofauti, malaika ni malaika na roho mtakatifu ni roho mtakatifu. Hawafanani, isipokuwa Roho Mtakatifu anamtuma malaika wa Bwana ndivyo ilivyo. Amen. Amen. Anamwagiza, nenda mahali fulani kafanye lile na lile na lile, lakini malaika wa Bwana hawezi kumtuma Roho Mtakatifu. Hii ndio difference, ndio vitu ambavyo havifanani. Mungu ni mwema. Kila, kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Amen. Hmm, naeleweka hapa. Kwa hiyo tunamwona hapa katika Kutoka tatu moja mpaka sita. Hebu tusomee Kutoka tatu moja paka. Hebu mwangalie malaika wa Bwana hapo. Ehe. Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, ndio, kuhani wa Midiani, sawa. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Herobu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama na kumbe, kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea. Ndio Musa akasema nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Sawa. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katika katika, katika, katika kile kijiti, katikati ya kile kijiti Aha. Akasema. Sawa Musa. Musa ndio akasema, mimi hapa. Sawa. Naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa uliposimama ni nchi takatifu. Sawa. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Sasa tunaona hapa sasa kakadiri malaika anaosimama mbele za watu mbele za Mungu ni nani? Tunamtambua ni nani? Turo. Wapendwa kule watoto wa Mungu, naomba ma, ma, mjibu swali hili hmm. Ni malaika gani anaosimama mbele za Mungu kuchukua maagizo ya Mungu kwenda kwa watu ni nani? Kerubis, Gabriel, amen. Gabriel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni Gabrieli malaika asimamaye mbele za nani? Za Mungu, za Mungu. Kuchukua habari kuwaletea mwanadamu. Sasa Musa alikutana pale na malaika wa Bwana akiwa katika nafsi ya Mwenyezi Mungu, na akimaliza ule ujumbe yule, anatoka katika lile swala la kujivua utumishi wa Mungu, anasimama kama malaika wa Bwana akisubiri kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, ndiyo mambo ambayo unatakiwa kuona tofauti yake. Yule ni Gabrieli. Na hata ukimtazama kwa Zakaria, kwenda kutoa habari za kuzaliwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Yohana Mbatizaji, aliyokwenda pale tunaambiwa ni nani? Ni Gabrieli. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Aliyokwenda kwa Mariamu kupeleka habari za kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo, alikuwa ni nani? Yeah. Ni Gabrieli. Mungu ni mwema. Sasa umeona kazi ya malaika ambapo anapokuwa anageuka yeye ni mleta ujumbe, na huyu ndiye anaosimamia manabii. Roho wa Bwana anapokuwa anatoa uungu kama apendavyo Kristo, anapewa malaika ambaye anapeleka habari. Ndivyo wanavyopatikana hawa malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utawapata hapa, kama unaumwa utampata tabibu, na ndio wasifu wetu hapa, malaika Rafaeli. Tumejiita hivyo kwa sababu tunaombea watu, ndio maana ya jina letu. Mungu ni wema tukamweka kuwa, kuwa somo wetu hapa kwa sababu tunatibia watu, tunaombea watu, watu wanaombewa wanapona. Hapa anaofanya kazi hii ni roho Rafail. amen? Amen, au malaika Rafail. Amen. Kwa hiyo hawezi kuja bila kusikia roho wa bwana anamwagiza nini. Ndio maana tukamba tukae special one, kwa sababu miili yetu ni hekalu takatifu la nani? La Roho. Sasa akija pale kukuletea utibabu anakukuta wewe mchafu, una mapanda, umefunga, umemeza madawa, sijui una mahirizi, umekula, mengine umefunga shingoni, mengine umefukia kwenye mlango wako, mengine yako shambani, mengine kwa watoto wako. Hawezi kuja akakupa ujumbe ule, anakwambia ule ni mchafu. Arudi wapi? Kwenye kundi la tano kutokea Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na malaika wa Bwana, unakuta kwenye kundi la tano, la tano ni kundi la wanadamu, M mitume, wahubiri ambao ndio sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakwambia mpeleke kule kwanza akajifunze, alafu ndo utamtumia msaada Amen. Kwa hiyo utakuja kwetu, utakaa hapo, usikie neno la Bwana, utakaswe, ujengwe. Ukishakuwa umejengeka sasa, utukufu wa Mungu unafanyaje? Utakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe Amen. Naeleweka hapo? Amen. Hili ndio kundi la malaika ambalo linafanya kazi namna hiyo, halifanani na Roho wa Bwana. Malaika wa Bwana sio Roho Mtakatifu kwa sababu malaika wa Bwana ni mtumishi na Roho wa Bwana ni Mungu, ndio difference hizo ambazo tunakwenda kuona sasa. Angalia tena turufu ya nyingine hii ya Kutoka 23 tatu e, ishirini mpaka 22. mbili e, hebu tazama hapo, soma hapo mtumishi. Kutoka 23 ishirini mpaka 22. na mbili sikiliza, malaika anavyotumika, anavyotumwa na Roho wa Bwana au anavyotumwa na Mungu, sikiliza hapo, tazama: mimi ninamtuma malaika aende mbele yako. Aha ili akulinde njiani na kupeleka na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Sawa, jitunzeni mbele yake, mwisikie sauti yake. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Cha kwanza huyo malaika aliyotumwa kwako anakwambia, jitunze mbele yake, jitunze uwe makini, acha mambo ya dunia hii, simama katika kweli ambayo inamhubiri Kristo na roho wake Mtakatifu. Aha, twende. Wala msimtie kasirani. msimtie kasirani, yani ukimuudhi malaika mwenye ujumbe wa mwenyezi Mungu, utakuwa umemuudhi mwenyezi Mungu, umemtendea jambo baya mwenyezi Mungu kwa ile sura ya nani ya malaika mjumbe aliotumwa kwako. Endelea maana hata wasamee makosa yenu, kwa sababu kwa gani? Nalangu, kwa kuwa jina la mwenyezi Mungu liko ndani ya ule malaika huo ndio utumishi au utume wa, wa, wa malaika kwako na katika kazi mbalimbali mbali ambazo anatumwa na Mungu kwenda kuzifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa unapoita malaika, unaweza ukamwita malaika wa Bwana kwa namna ya haja yako kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Lazima useme unamalizia kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Malaika tabibu, naomba uje, nina kidonda hakiponi, nina ugonjwa hauponi nina makansa yamenishikilia, naomba malaika tabibu uje kwangu, naomba kwa jina la Yesu. Ukifanya hivyo roho ya Mungu, roho ya ule malaika inakuwa ni jina la nani? la Mwenyezi Mungu, atakuja kama Mwenyezi Mungu pale, na akimaliza anarudi kwa malaika wa Bwana akisubiri kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Lakini roho wa Bwana habadiliki, ni yule yule kwa sababu yuko kwenye jopo la kufanyaje, la kutuma ili yakawezeshwe mambo yale na malaika wa Bwana nimeweza kumfunua vizuri mmemuelewa? mmemwelewa mm. bwana yesu asiwe sana maana ni kazi mimi ni mwanadamu mm. siwezi nikaenda sawasawa sawa, kabisa manaake yeye ni ufunuo na nategemea mimi niongozwe na yeye Mungu ni mwema Kila wakati. Aha. kwa hiyo unaweza ukafanya hayo yeah. na ukaweza kuuona utukufu wa mungu kwako bila mawaa sasa nikuombee katika kusikia habari hizi baba mungu kwa uwezo ulionipa na kwa adhama hii ambayo nimesimama nayo kama mjumbe wako, kama mjoli wako, ninakuomba ninakuomba kwa uweza wako na kwa uweza wa Roho Mtakatifu ambaye umemwaminisha kwetu, akatazame kundi lako Baba watoto wako wana tabu, wanakuamini kwamba wewe ni Mungu. Kila mwanadamu anakwenda katika mifumo ambayo haelewi, anakwenda hovyo, kwa sababu amemwacha Roho Mtakatifu kiongozi. Mungu nakuomba ukaweze kuwa radhi na kutusamehe, ili kila mmoja wetu mwenye shida sasa hivi akaweze kurejeshwa kwako kwa kumwamini Roho Mtakatifu, naomba ukawatazame wagonjwa waliolala sasa hivi. Hii sauti atakapoisikia, kampe uzima, roho wa Bwana ukamwamshe, mtumie uwezo wa malaika yule ambaye anahusika na kumtoa katika habari ya kifo kile, magonjwa yale, tabu ile, vifo vile. Yeye ni mtu wa kuona shida, amesahau kubarikiwa, lakini leo nakuahidi, umebarikiwa. Maana umesikia yule anaohusika na uzima wako na habari ya mafanikio yako, Roho Mtakatifu, na umemwamini leo. Anakuja kwako sasa Naomba umkaribishe, naomba umwite, naomba useme naye, mwelekeze mahali ambapo umeshikwa. Leo ni siku yako, anakwenda kupelekea msaada, na utaona Bwana anakwenda kutetea. Ni miongoni mwa watoto wake, ni miongoni mwa watu wake, ni miongoni mwa kutarajia kwamba ni mwenyeji wa mbinguni. Bwana nakuomba ukaweze kuangalia, Baba nakuomba ukaweze kusema na watu, watu wanatafuta kazi, naomba wakapate kazi, naomba vyeti vyao watakavyokuwa wanavishika mbele ya klipu hii, wakiweza kuweka mbele na kusikia maneno ya mtumishi naomba vikafunguliwe vyeti hivyo ambavyo vimefungwa kiza vimewekewa libiti visiweze kuonekana zile, zile sifa za mtu yule kuonekana mbele za wakuu wanaotoa ajira ili makusudi wamwone hana kredit hafai leo anakwenda kufaa maana anakwenda kutakaswa wale ambao wanataka scholarship leo wakapate kwa wepesi kabisa milango ikafunguke baba nakushukuru maana hata neno lako ulisema liende ulimwenguni kote na huyu anaokwenda atakwenda kushuhudia huko ni miongoni mwa wale ambao wana ushuhuda wako Baba, nakuomba ukawasikie. Naomba ukatazame vijana wanaovuta mabange madawa, wakaweze kugeuzwa na Roho wako Mtakatifu. Wale washerati wakawache washerati. Bwana, naomba Mungu ukaonekane katika habari hizo. Baba kafanye, naomba ukasikie. Naomba uende pale ambapo pana shida, ukawasikie. Shida ni nyingi, wako watu wako kwenye mashimo saizi, kawatoe Baba, ambao wamewekwa na wale wanaojifanya wana nguvu, shetani mwovu na majeshi yake, kawatoe Baba. Ziko mimba zinapitisha wakati leo zikawazaliwe sasa katika jina la Yesu. Atakaposikia sauti hiyo, yule mtu leo anakwenda kujifungua. Yule ambaye tumbo lake limefunga linakwenda kufunguliwa. Yule ambaye anataka kubadilisha watoto wa jinsia nyingine, kama ni wa kiume, wa kiume tu, kama ni wa kike, wa kike, amepata kibali kama roho yake inavyohitaji. Mungu, naomba ukafurahishe watu kupitia roho yako mtakatifu. Tuliomhubiri leo ni siku ya watu wako baba, naomba rehema, naomba baba, ukawafungulie naomba ukatupe furaha katika nchi yetu, naomba ukawe, ukaweze kulibariki kanisa lako ukawe na amani na furaha, upendo na nguvu ya kuweza kukuhubiri kama Baba unavyojalia na unavyohitaji. Naomba hayo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Wote tuseme amina. Amina. Mwisho wa somo letu, naitwa Evangelisti Juliano Walesimbelwa, mtu wa Mungu wa Huduma ya Uponyaji Maombi na Mikesha hapa Dar es Salaam. E, mtaa wa barabara ya Bonyoko mtaa wa mtipesa ndio tunapatikana nyuma ya gereza la Segerea, kuna jina jingine ta viwanja vya benki. Utafika karibu, tuje tuombe zaidi, tuje tusikie neno zaidi, maana leo ni siku ambayo tumeweza kuhubiri kimtandao. E, tunabana kidogo mambo mengine kutokana na, na, na wakati, lakini tukiwa wenyewe hapa tunafanya kazi zetu, basi mengi utasikia, na maswali pia tunaulizwa na tunajibu hapo kwa hapo, sio baadaye. Naomba Mungu awabariki hivyo na Mungu akawajalie kusikia neno hili mkakubali na mkaweze kuwa wasaspekti kwa ajili ya kuendelea zile aya nyingine ambazo tumewatajia, mkaziangalie mpate kumjua msaada wenu Roho Mtakatifu. Mungu awabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Amen.